Neko ni kwamba watu watano wa familia moja wameuawa wa kinyama katika kijiji cha Metembe huko Masimba, kaunti ya Kisii, usiku ya wa kuamkia leo. Mauaji hayo yalitekelezwa siku chache tu baada ya vijana wa familia hiyo kuachiliwa huru kuhusika kwa mauaji ya kijana mmoja mwenye umri wa makamo yapata mwezi mmoja uliopita. Watu waliojawa na ghadhabu walifika katika boma la mzee Jackson Nyambuga na kuwaua pamoja na jamaa zake wote kabla ya kuteketeza miili yao. Crispin Otieno na mengi zaidi. Ijumaa asubuhi, hivi ndivyo hali ilivyokuwa katika kijiji cha Metembe Sirorokwe, maeneo ya Masimba, kaunti ya Kisii. <mulia> mwendo wa saa nane usiku, watu waliojihami kwa mapanga walifika hapa kulipiza kisasi, baada ya familia hii kuhusishwa na kifo cha kijana mmoja aliyeuawa kinyama mwezi mmoja uliopita. <mulia> Waliouawa hapa ni mzee wa boma hili Jackson Nyabuga mwenye umri wa miaka sitini na nane na mkewe kisha mwanawe wa kiume na mke wake na mtoto mwenye umri wa miaka saba. Maafisa wa polisi waliozuru eneo la tukio wakisema uchunguzi tayari umeanzishwa. Tumetoka pale mashinani. Tumekuta kweli ni kweli watu waliaga. Tunasikia niu Injustice ilifanyika, hilo jambo la mob justice kama serikali tunalikemea. Wananchi hawapaswi kuchukulia sheria kwa mkono. Wanapokuwa na shida za usalama, wanapaswa kujitokeza kwa ofisi ya serikali. Kijana mmoja wa familia iliyopoteza watu watano anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Ramasha akisaidia maafisa wa polisi kwa uchunguzi, na tunasema pole kwa ile familia. Ndio hatua ni mingi. Unajua, usalama unaanza na wewe, alafu tunashirikiana kama jamii, kamati la usalama, nyumba kumi community policy ndio ndio, tuweze kuimarisha usalama wa vijiji vyetu. Miili ya watano hao ilipelekwa katika makafani ya hospitali ya rufaa ya Kisii. Crispin Otieno, runinga ya Citizen, Kisii.